Soko la karafuu kwa maana ya bei ya karafuu, sisi serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, sera yetu tuliamua kwamba mkulima apewe asilimia 80 ya bei ya dunia tunayouzia. Hili ndugu zangu, watakuja watu wakwambieni vingine hivi, mimi nataka, nataka nikupeni uhakika leo siye tukipata dola kumi huko tunapouza na hii iko, wala si siri, unaweza ukaingia kwenye mtandao ukajua mwaka huu e, karafuu zitauzwa kwa bei gani hapa Zanzibar. Asilimia thamanini ya bei hiyo anapewa mkulima. Kwa hiyo kama ni dola kumi, wewe utapata dola nane. Dola mbili zinafanyia nini zile za ziada? Zile dola mbili zina kazi ya kuhakikisha kwamba tunafanya zile huduma, ununuzi wa magunia uchukuzi swala la kuhakikisha kwamba shirika letu la ZSTC uendeshaji wake, haya yote yanakwenda kwenye ile asilimia ishirini. Sasa wako watu wanaokuja kusema kwamba mnadhulumiwa. Mimi nataka kukupeni uhakika ndugu zangu, leo siku hizi hakuna kitu cha siri. Nendeni kwenye mtandao, mtaona bei ya karafuu ya mwaka huu kiasi gani hapa Zanzibar. Asilimia 80 ya bei hiyo ndio tunaompa mkulima. Vinginevyo tukiruhusu ilo soko wanaloita soko huria, maana na mimi nimelitafakari, nina uhakika wafanyabiashara wataungana kushusha bei ili mkulima apate kidogo au wapate zaidi watajiriki.